Wapendwa, nimekuwa nikiwasungumzia kuhusu manabii wa uongo. Nataka nikuambie katika kitabu hiki cha Revelation chapter 2 kuanzia 17, kuanzia 17 18 mpaka 20, inaongea kuhusu Mungu. Anasema najua kazi yako, najua bidii yako, najua vile huwa unapeana pesa waumbiri, God knows your charity. Your work also of faith, anasema hata imani yenu. Kwa mshale wa kumi na nane anasema, na mshale wa kumi na tisa anasema ya kwamba bali lina neno kwako, unamridhia mwanamke Jezebel anaojiita prophetess ama nabii anayejiita nabii ambaye anawafundisha kula vitu zimetolewa kwa sanamu na kuwafundisha ujanja na maunabii ya uongo. Ninataka nikuambie hivi, umeona nabii wote wa uongo hawezi kosa bendera kama kumi sainji inji zote. Hata niliona mwingine anjui kisungu, afadhali mi najua kidogo eh? ivtolova vitambaa vibendela, sasa ndio anatabiri na hawatambirii, hawatambirii mtu maskini, wanatabiria familia ya Kenyatta President Ruto, familia ya Laila, mahali wanawezaenda wapewe pesa na kikapu, wanamuridhia huyu mwanamke Jezebeli. Roho ya Jezebeli munajua ni ya uongo. Hapa Kenya kumejaa hivi manabii ya uongo, miujiza ya uongo. Waumbiri wanalipa biwete na tunawajua 1 2 3 tunaweza wa mention. Wanalipa biwete kwa kurusendi yao. Ukija anasema nikisema viwete watembee muinue pimbo na wanainua na what they are trained. Hiyo ujanja iko. Sasa Mungu anasema ngeuka utubu maovu yako. Geukeni mtubu maovu yenu. Amuache kushirikiana na huyu mwanamke. Jezebeli, anayojiita nabii, bali yeye si nabii, ako na roho ya unabii wa uongo. Nimekuwa nikiwaombea, nimekuwa nikiwaambia sitawaiacha nyinyi. Mnauza vitambaa, mnauza manji eh? Mnauza bom, mnauza anointing mabasa ambao huwezi kumwona bila appointment fee ngiri tatu na wengine ngiri. Nilikuwa na basa moja rafiki yangu sana hapo ako hapa hapo, hapo, Nairobi. Tulikuwa hata ananibeba na ngari. Siku moja kwenda kwake, nikaambiwa nilipe ngiri appointment p nimuone hiyo. Wakati ndio nilitoka kwake, nikajua this is not a true prophet. True prophet, Yesu alikutana na maskini. Paulo alikutana na maskini na akinapita na wakawaumbiria. Kwa nini unalipisha kwa nini unauza maji mia moja na unauza mafuta mia moja maji unanunua 20 bob unaiombea watu? Kuna mhubiri napenda wa Nigeria. Anaitisha watu mafuta Hana ya mishati the anointing. Remember this anointing munapea watu is a ordinary oil. It need anointing. Hizo vitambaa siwaambie watu walete leso sako. Leso sao. Usiombe uwape. Ama uwape tu vitambaa bure. Why you sell? That is a church business. And go and rebuke that. Anaambia, anaambia kanisa hii ya Revelation. Kwa kanisa ya Dhiatila, najua bidii yako, najua kasi yako, najua imani yako. I know your charity, but I have something with you. You are inheriting the, the, the spirit of Jezebel who call herself prophetess. Be rebuked. Sitaacha taka niombee mtu taka niombee mtu, Baba, katika jina la Yesu Kristo. Natamka kibali, natamka neema, natamka ushindi. Naombea watoto wako wanaonisikia kupitia maandiko hayo. Umesema tusikie vile roho anaambia makanisa, hiyo Revelation chapter 2 and 3. Naongea kuhusu seven churches Fengamos, Riatila. My father Jehova God, Sandis Fengamos, those churches it's the church of Jesus Christ, even here Kenya. I pray Lord. Hear our cry. Baba najua waumbiri wengi wameumia, Hawawezi wakadanganya. Hawawezi wakauza mavuta. Bali wameteseka, kwa maana watu wameumbiliwa Injili mbaya. Another gospel ambao katika kitabu cha Wangaratia wa kwanza 7 6 and 7 even one is standing to preach another gospel even his angel or anyone

Mungu wa mbinguni naombea serikali ya Kenya naombea President Ruto. Daudi anasema katika kitabu cha Psalms 118, I will not die, I will live to declare the goodness of the Lord in the land of living. I pray our president will not die, he will sit my father in those two terms, my count according to the constituents of Kenya My God, I worship you. I lift you, Jehovah. Kulingana na katiba ka Kenya, namwombea rais anatuongoza, anatulinda na kututetea. I pray, Lord. Wanaomtumia roho ya kifo wanaomtumia hiyo maroho na maunabii ya uongo, I cancel it. I know, Lord, you cannot give him. You cannot do that. Such things. Huwezi mpa hiyo majukumu ya kutawala Kenya na andui akamwangamisha. Namuombea pamoja na mke wake. Naombea Kenya kwa ujumla, nakataa vita zote, naombea kuunganishwa kwa makabila zote katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini, amen.